Protection. Na tukiangazia mengine ni kwamba hakimu mkuu katika mahakama ya Iten kaunti Elgeyo Marakwet Gladys Adhiambo ametaja kesi zinazoshughulikiwa nyumbani kuwa kikwazo kikubwa katika upatikanaji wa haki kwa watoto wanaodhulumiwa kwenye kaunti hiyo. Hakimu huyo amesema kwamba masala yanayohusu watoto yanastahili kufikishwa mahakamani, akionya kwamba kutatua kesi hizo nje ya mfumo rasmi wa mahakama ni kinyume cha sheria. Ameonya kwamba yeyote atakayebainika kuendesha au kushiriki katika kesi nje ya mahakama atachukuliwa hatua kali za kisheria. ile changamoto tuko nayo ambayo inafanya kesi za watoto zisikamilishwe kwa muda ambao unafaa unapata kwamba kuna wale ambao wanahitilafiana na kesi za watoto haswa sana zile kesi za kunajisi watoto. Utapata kuna wale ambao wanafanya uh, koti za huko nje kangaroo courts, ambayo haifai. Yote ambayo atapatikana akifanya hizo kangaroo courts, ajua anakiuka sheria na atachukuliwa hatua kali. Tumeanzisha alternative justice systems. Hizi ni njia mbili kuu ambazo zina zinaekarijiwa pia E, wananchi waweze kutumia wakati ambapo, e, wanataka kupa, kupata hiyo haki kwa haraka. Unapata kama kesi za watoto ambazo ni za maintenance, wakati mume na mke wako pamoja, wamekuja kesi kotini, zina adhiri sana familia na pia zina adhiri watoto. Hivyo ndivyo koti ikaona ni vizuri hao wakuje, wanaweza kuwasaidia katika mambo ya maridhiano na mambo mengine ambayo itakuwa ya manufaa kwa watoto.